Mheshimiwa Katibu Tawala, viongozi mlioko hapa. Baba, nimekuja kufuatilia siku ile hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema mambo mengi, ametuelekeza hapa e, na tumesema kuanzia siku ile ilitakiwa sisi tufanye kazi. Kwa hiyo sasa mimi natakiwa nirudi kwenda kwa Waziri Mkuu nimwambie tumefika wapi. Singekaa nikategemea makaratasi peke yake, ni lazima ningekuja, nije niwe na uhakika kabisa saiti kwamba kile ambacho wataalamu wananiambia kile ambacho watu wetu waliokuja hapa wananiambia na, na, je ndicho kilichotokea saiti. Na bahati nzuri nimekuja hapa nimemsikiliza baba yangu Profesa Ngoma ameelezea vizuri, nikashukuru Mungu kwamba nilichoelezwa kule ndicho ambacho naye profesa anasema. Nafikiri umemsikia vision ya mheshimiwa mbunge, anatamani watu watoke Moshi waje hapa, anatamani watu watoke Mwanga mjini waje hapa, anatamani Same waje hapa, wanatamani wapitie mpaka hapo watokee Nairobi waje hapa kule Taveta na kwingine, na waje kupata huduma hapa. Ile vision ili iweze kufikiwa na kwa kweli sisi ni lazima tushikamane na kweli tumekuja hapa kuhamasishana mshikamano e, ambacho sisi tunaendelea kusisitizana na ni maelekezo mahususi ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Maelekezo ya rais wetu e, private sector na public sector sio wapinzani. private sector na public sector ni watu ambao wote kwa pamoja wana, wana lengo moja. Kwa hiyo ni watu wanaobebana, wanaotakiwa kubebana kwa pamoja na kushirikiana ili tufikie kwenye lengo zima la kumsaidia Mtanzania. Maana yake leo tunapozungumzia huku Kwangoa, mpaka mtu afike hospitali ya wilaya ni mbali sana mpaka mtu afike leo tena, ilikuwaga mbali ile hospitali ya zamani, hata hii mpya sasa bado ni mbali, nimeona tulipotoka. Kuliko hospitali ya wilaya, mpaka ufike hapa ni mbali sana. Maana yake ukitengeneza kitu chenye levo ya hospitali ya wilaya, kwanza umeokoa watu wa kuokoa hapa, lakini pia umepunguza mambo mengi na umechangamsha na umeisaidia serikali kwa sababu leo serikali ingekuja kuweka. Wewe umeweka miundombinu, umeweka vifaa tiba, umeweka wataalamu e, serikali na yenyewe inakuja inakusaidia kwenye ile eneo lako, unakuwa umeipunguzia serikali kujenga kituo kingine huku. Maana yake tu, tukigawana upande huu mdau binafsi anawekeza kwenye miundombinu alafu serikali inakuja inawekeza kwenye eneo lingine la wataalamu na vitu vingine, utashangaa tunapokwenda kirahisi na kuipunguzia serikali gharama ya kuwafikia wananchi, na ndicho baba ulichokifanya hapa. Sisi hapa, baba, nataka nikuhakikishie, kila siku utaona maileji nakwenda moja baada ya nyingine, lakini endeleeni kutuvumilia, na sio tu kwako wewe na wadau wengine Rais wetu ameelekeza bado. Kuna wenzetu wachache kidogo bado hawajapata focus nzuri, kila wakati mwingine wanaiangalia private sector kama ni mpinzani wa public sector, hasa ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni namna tu ya fikira, lakini tunaendelea kushifti watu waone public sector na private sector ni ndugu ambao wanapambana kumpiga adui aina mmoja, ambao ni adui ujinga, adui magonjwa, si ndio? Kwa sababu bila afya hayo mengine yatakuwa ta. Mimi tu niseme kwamba ile azma yangu ya kutaka wananchi wapate huduma nzuri imeimarika zaidi, na nitajitoa zaidi, kwa sababu hapo nyuma kidogo nilivunjika moyo, nikaona sasa hapa nilipofika kama kuendelea mbele inakuwa vigumu inabidi sasa ubadilishe gia angani, uangalia hata vitu vingine vya kufanya. Lakini sasa, baada ya haya yote, nguvu zangu zote nitazirudisha hapa. Nipelekee salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia azifikishe kwa Mheshimiwa Rais Serikali yake ambayo imewezesha yote haya, na ninaamini serikali nia ni ya yake ni kuwahudumia wananchi, na hilo tutakuwa tumelifikia hilo lengo. Nisingependa kusema mengi, naweza nikawa sina maneno mazuri ya kuonyesha shukurani zangu, lakini shukurani ni neno moja ambalo kila mtu analielewa. Wapare wanasema "havache". Wapare akisha kisha kuambia havache, ina maana amemaliza. Yani tafuta neno lolote like la Kiingereza la like Kijerumani na nini.